Nina waomba sana mitaala hii tunayoiandaa izingatie ujifunzaji unaoangalia ujuzi wa vitendo, yaani tuhakikishe kwamba mitaala yetu ina base kwenye kitu tunachoita competence based training, ili wahitimu wetu kwenye hili wanatakiwa kuwa na uwezo wa, wa kufanya kazi kwa ufanisi mara tu wanapomaliza mafunzo yao. Hii ni pamoja na kuweza kujiajiri. Kitu cha pili inachoelekeza mitaala hii jaribu kuangalia masuala ya teknolojia za kisasa. Mafunzo haya yashirikishe matumizi ya zana mpya za uvuvi, ukuzaji viumbe maji, usindikaji na uhifadhi wa samaki. Sehemu ya tatu ambayo ningependa niione kwenye mitaala hii ni kwamba tuangalie pia suala la mabadiliko ya tabia nchi. Tunapaswa kuwafundisha vijana wetu namna ya kuvua kwa njia endelevu na rafiki wa mazingira. Wahitimu waelewe mbinu mbalimbali mbali mbali za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza athari zake katika uvuvi na ukuzaji wa viumbe maji. Swala la nne ambalo ningependa sana mitaala hii pia iangalie ni ujasiriamali na ujuzi wa biashara. Wahitimu wetu tungehitaji wapate stadi za ujasiriamali, biashara, fedha na masoko, ili waweze kufaidika na matokeo ya uvuvi na ukuzaji viumbe maji. Hii itasaidia wahitimu waweze kujiajiri na kuanzisha shughuli zao wenyewe na pia kuajiri watu wengine. La tano na la mwisho kutoka kwangu, najua mambo mengi yamesheheni kwenye mtaala hii, ni swala la matumizi ya akili mnemba, AI kwa ufupi wake. Ninazungumza hili kwa sababu tusipojiangalia, na tusipo sisi walimu wenyewe kujua hili tunaweza kujikuta tunasahihisha thesis tunasahihisha special project ambazo zimeandikwa kupitia AI, kwa ni vizuri hata wa kwenye mitaala hii wajue na wafahamu kwamba na sisi tulioandaa hii mitaala tunajua kwamba kuna AI. Tunapitia mitaala, kuna mitaala mitano tunairejelea, ili iendane na mabadiliko ya science na teknolojia mabadiliko ya kisera kama vile sera ya elimu ilivyobadilika, na vile vile uhitaji wa soko. Mambo yanabadilika yani, sokoni huko kila wakati wanahitaji watu wapya. Kwa hiyo, tulivyowapitia wadau wetu wametoa maoni kwenye ile mitaala iliyopita mitano, ambayo tutaiboresha iendane na wakati huu, na vile vile katika hayo maoni tukaona kwamba kuna ulazima wa kuanzisha mitaala mingine kumi na mbili ambayo itaendana na mazingira ya sasa. Kwa mfano tu kwa sasa hivi, mheshimiwa mgeni rasmi, unafahamu tunajenga bandari ya uvuvi Kilwa, na tuko katika mchakato wa kujenga bandari nyingine ya uvuvi pale Mbegani. Hawa wanahitajika wafanyakazi wa hizi bandari za uvuvi, kwa hiyo katika kujiandaa, lazima tutoe wataalamu ambao wataenda kufanya katika hizi bandari zetu za uvuvi, ili tusiwapeleke nje tukatumia fedha za kigeni, tuwafanyie mafunzo hapa hapa ili tuokoe fedha zetu za kigeni hata kama kwenye soko la ajira tunasema serikali ina nafasi chache, lakini tukitoa wataalamu wazuri wanaweza wakajiajiri wenyewe, tukakuza uchumi wa nchi, lakini pia hata wenyewe wataweza kuajiri watu wengine. Ni kweli serikali haiwezi kuajiri vijana wote, tuna wengi sana na kila siku tunazalisha graduates, wako mtaani, lakini pia tukiwa hata tukiwagumu vizuri from the scratch akienda huko mtaani akiwezi kuwa kikwazo.